Siku zangu mia moja na mbili hawa watu wamenipa heshima kubwa sana, na nimefanya kazi kwa amani na utulivu. Changamoto na kuchoka na kukasirika wakati fulani kulikuwa kuna nitokea, lakini jumla, naweza nikasema kila mmoja alijitahidi ali sana kushirikiana na mimi, na nimekuwa na maisha mazuri, na tumekuwa na mawasiliano mazuri ya kistrategia, na tumetengeneza urafiki wa kikazi ili tu turuhusu ubunifu na taarifa nyingine muhimu kukufikia. Ninawashukuru sana na nnaomba na huyu bwana mpe heshima ushirikiano, unyenyekevu na utumishi kama ambao mmenipa mmenipa. Mambo <coughs> hapa ambayo ni, ni, ni pending kubwa ni mwenge ambao tuko kwenye hatua za mwisho kabisa, lakini kimsingi kila kitu kiko tayari. Dasi na mkurugenzi watakubrief vizuri. Tumemaliza karibu mambo yote Ma... hawa watu ndio maana nimesema ni watu, wanahitaji msaada, ni kwa sababu ukiangalia record walianza wa na kukusanya pesa zimekuwa zinakuwa sana mpaka sasa hivi nadhani wanaenda kwenye bilioni 50 ngapi. Kwa hiyo wanajitahidi, hii ni kuonyesha halmashauri, wabunge walioko hapa na watumishi, wako creative, mapato yameendelea kuongezeka kwa kiasi kikubwa, yanawafanya waweze ku, wana hela za kupeleka kwenye miradi. Wao wameenda mbali mpaka wanapeleka fedha kwenye barabara. Wanapatana na Tarura. Nimekuta wanapeleka milioni 60 60 kwenye kila kata na barabara ziko huko. Nimeenda kuzitembelea na kwa sababu ya mvua zinazonyesha barabara nyingine zimeharibika. Kwa hiyo kuna miradi iliyo mingi pamoja na Mheshimiwa Rais kuleta hela nyingi sana, lakini bado halmashauri yenyewe Ina, inaweza kusukuma fedha nyingi kwenda kwenye miradi ambayo inaifadhili yenyewe, japokuwa sasa ile miradi pia inategemeana na cash flow. Wakati fulani, leo, unaweza kuwa na vipaumbele vingine vinatokea, basi mtiririko wa fedha kwenda kwenye miradi hiyo unaweza usiende kwa speed inayofaa, tofauti na ile miradi ambayo fedha yote tunaletewa na Mheshimiwa Rais, unakuta miezi mitatu lazima tumalize. Miezi mingine sasa hapa unaweza kuwa na mradi ukaenda mwaka mzima lakini si kwamba hautekelezwi ni kwamba fedha zinakwenda kadri zinavyokusanywa, lakini ni halmashauri ambayo inajimudu kuwa na fedha za kupeleka kwenye miradi, kitu ambacho uh, ni cha kuendelea uh, kukisukuma ili waendelee kukusanya zaidi na waendelee kupeleka fedha fedha kwenye kwenye kwenye kwenye miradi. Lakini mambo yote yanayohusu sasa umeme yako kwetu, tuna mipango mingi sana huko ambayo iko mezani, mingine profesa anaifahamu ile ya kimkakati mkubwa lakini mingine ya siku kwa siku tunaendelea nayo. Karibuni sana TANESCO. Tunakushukuru sana, nami nakupongeza. Umefanya kazi nzuri, umefika kila mahali na kazi zote ambazo umezianzisha mimi nitahakikisha kwamba tunaziendeleza. Lakini la mwisho, kwa sababu umesema chochote tukiwa nacho tukuone, na kwa sababu upo, hatutasubiri tukuite tena, sisi tunaomba mambo mawili. Kwanza naomba nguzo zote ambazo zimeng'olewa, ambazo hazitumiki kule TANESCO ambazo huwa mnazipiga mnada, mimi nazihitaji zile nguzo aidha niondoe upungufu wote wa madawati kwenye baadhi ya shule. Nimekuta kuna shule zina upungufu wa madawati 51 12. Mimi naomba zile nguzo nizitane nitengeneze madawati, haiwezekani Ubungo tukawa na upungufu wa madawati. Lakini cha pili, nguzo hizo tutazitumia kuhakikisha kwamba kwenye maeneo yanayohitaji vivuko, hasa kule Goba, Tarura wako hapa, kuna vivuko tume nimeviona kule wazo vimetumia zile nguzo. Tunaziomba zile nguzo, sisi tuende tukaondoe tatizo la vivuko katika hayo maeneo. Hivyo nimwelekeze mkurugenzi aandike barua iende kwa mkurugenzi mkuu wa TANESCO kumuomba tupewe nguzo tuweze kumaliza tatizo la vivuko na madawati. Kalipa mafundi tutachana zile nguzo, zile nguzo imara zimesha kwa treated, ni ngumu unazo ukikata kule chini kuliko oza kule, kilicho baki chote unapata pisi za kutosha na unapata madawati mazuri ambayo yatadumu. Kwa hiyo mkurugenzi ataandika barua hiyo, tutashukuru sana mtendaji mkuu wa Tanesco ukiridhia. Pale NIT tuna mradi mkubwa sana wa umeme ambao kwenye eneo, hebu tupia jicho pale, mkandarasi singezane naye ili kituo na chenyewe kiweze kukamilika. Najua sasa hivi tunaenda mwisho wa mwaka wa fedha, kwa hiyo unavyokuangua kuangua kule kilichobaki na kila kitu chote, ukiweza kielekezee pale, ili ule mradi kwenye wilaya yetu ukimbie, kituo kikamilike, na sisi tuweze kuhakikisha kwamba umeme unazalishwa kwa wakati pale.